Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Mheshimiwa Waziri, asante sana lakini. La pia mwakilishi wa mfuko wa fidia kwa wafanya kazi, daktari, asante sana. Salamu nimepokea kutoka kwa Duma paka aioika, ambao pia ni wadhamini wakuu wa mkutano huu. makofi Tunashukuru sana wadau wetu. Nimetambua uwepo wa mwakilishi wa Waziri Mkuu wa WCF na nashukuru sana kwa support yenu, bila nyinyi tusingeweza kufanya hivi, lakini niwapongeze pia kwa miaka kumi ya WCF ya mafanikio afanii aua sana sana. Na WCF imekuwa ni taasisi ya mfano katika kutoa tuzo za kitaifa lakini vile vile tunapata tuzo za kimataifa katika matumizi bora ya tehama. Hivi ninavyokuambia sasa hivi tunatumia shughuli zetu tunazozifanya tunaweza kwa zaidi ya asilimia tisini na tatu tunatumia tehama. Julai moja elfu mbili na ishirini na tano WCF itasherehekea kuzaliwa kwake na kwamba itakuwa inatimiza enye rasmi tunatumia nafasi hii kujitathmini kuona mazuri tuliyoyafanya, mafanikio yetu, lakini kuona changamoto tunazozipitia na kitu gani tuweze kufanya ili kuboresha na kuendelea kuwa taasisi ya mfano na taasisi, taasisi bora zaidi. Hali kadhalika Julai moja hiyo hiyo tutaanza kutoa fao la utengamao ambao fao hili wewe wenyewe ulisaini kanuni zake, na naomba nikutaarifu kwamba tayari zimeshatua gazeti. Mfuko utatoa fao la ujuzi mbadala kwa maana ya vocational training, lakini fao la kuwawezesha wafanyakazi waliopata ajali na magonjwa ya tokana na kazi huweza kuchangamana na jamii ambaye ni social rehabilitation. Utoe wito kwa waajiri wote nchini kuendelea kutekeleza majukumu yao ya kisheria na kuhakikisha wanawasilisha kwa wakati michango ya wafanyakazi kwenye mifuko ya jamii pamoja na kuchangia kwenye mfuko wa fidia ya wafanyakazi ya WCF. Na nataka nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Omar na wenzake kwa niaba ya mkurugenzi wao kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Miaka kumi siyo ndogo.